Nina wasalimu wapenzi watazamaji wa hiki kituo popote mlipo, hamjambo, karibu sana ili niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni bwana Ezra, nikope lako sikio ili niweze kukuchanganulia yale yote ambayo yametendeka. Tafadhali, kama unanipata kwa mara ya kwanza, chukua sekunde moja, mbili, tatu ili uweze kujiunga kwa ukumbi huu kwa kupiga subscription. Mimi ni bwana Ezra. Ninaelezwa na vyanzo vyangu vya habari kwamba Samia Suluhu Hasani, Raisi batili, jinsi ambavyo asilimia kubwa ya Watanzania wanavyosema, ameamua kutumia kodi ya mwananchi Tanzania, ameamua kutumia kodi ili mradi tu asalie madarakani. Unajua, Watanzania wamesema kwamba watashiriki maandamano ya bila ukomo, na kuna maandamano ambayo yameratibiwa kufanyika tarehe 25 Disemba mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Kulingana na majadiliano ambayo nimekuwa nikiyasikia kwenye mitandao ya kijamii aswa TikTok pamoja na X, na madhumuni ya maandamano haya tarehe 25, ni kwamba Watanzania wataendelea kuandamana mpaka hii serikali iweze kung'atuka kutoka madarakani. Kwa nini? Haina ridhaa ya wananchi haikuchaguliwa. Nambari mbili waliua Watanzania. Nambari tatu waliiba uchaguzi. Nambari nne wanaendeleza ukandamizaji na udikteta Tanzania. Nambari tano ni wezi wa kodi ya Tanzania. Sasa kipindi ambapo Watanzania, ndugu zangu, wameratibu maandamano tarehe 25 siku ya Krismasi, Desemba mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Ah, ninaelezwa kwamba Samia Suluhu Hassan na utawala wake wameweza kujiandaa nao kukabiliana na maandamano. Nambari mbili, wameweza kujiandaa ili kuendelea kusalia madarakani. Sasa ninaelezwa hivi, maafisa wa polisi hawa wauaji maafisa wa polisi kwa sababu hichi kikosi cha jeshi la polisi Tanzania hakina akili timamu. Sasa wao ndio walihusika kwenye mauaji ya halaiki Tanzania. Sasa ninaelezwa kwamba maafisa wa jeshi la polisi wakishirikiana na jeshi la mwananchi Tanzania JWTZ, wameweza kulipwa ili mradi tu wasimgeuke Samia Suluhu Hassani jinsi ambavyo unaona hapo, taarifa hizo zinaeleza hivi. Alat, tunapata taarifa za uhakika toka hazina kwamba siku chache kabla ya Krismasi, polisi pamoja na wanajeshi wanaingiziwa hela ambazo ni tofauti kabisa na mishahara yao sababu ni kuwapooza wasimpindue rais Samia. Kila mmoja anapata mgao kulingana na cheo. Wa chini kabisa anapewa shilingi laki tatu. Hizo ni taarifa ambazo zimetolewa na vyanzo vya kuaminika na zinaeleza kwamba siku chache kabla ya Krismasi siku ambayo Watanzania walisema kwamba wataandamana, siku ambayo Watanzania walisema kwamba watalikomboa taifa, na siku ambayo Watanzania vilevile wamesema vile kwamba watatafutia haki ndugu zao ambao waliuawa na miili yao ikafichwa kwenye kaburi za pamoja, mpaka sasa hivi hawajulikani waliko. Samia hajaweza kulaza damu Amelipa jeshi la polisi, ameongeza mshahara jeshi la mwananchi. Kwa nini wasimpindue? Kwa sababu anajua, anajua maandamano yanaweza yakaanza kama mzaa mzaa, na waswahili walisema kwamba mzaa mzaa nusura utunge uzaa. Sasa hayo maandamano iwapo yataendelea mchezo mchezo, huenda yakakama kubwa. Sasa Samia anataka kuweza kuyakabili kuyasimamisha na kuyaua kabisa yasitendeke. Je, mpenzi mtazamaji, unanitazama kutoka wapi? Naomba uweze kuniambia mkoa ambao unanitazama kutoka kwa a, kwayo naomba tuweze kusahihisha sajili, au kipenda register. Kama unanitazama kutoka Tanzania, Mwanza, Dodoma, Dar es Salaam Uh, Arusha, kama unanitazama kutoka Marekani, kama unanitazama kutoka Arabuni, Kenya, Mombasa, Nairobi niambie kupitia kwa uwanja wa comment section hapa chini. Uwanja huu ni mkubwa sana. Naomba niweze kupata sehemu ambazo unanitazama kutoka kwazo. Sijawahi ona serikali ambayo inahangaika kutafuta uhalali kama hii. Unajua kuna mataifa mengine haya mataifa ya ugaibuni, sijui ni Canada ama United Kingdom, unapata kwamba mfalme akikosa ridhaa ya wananchi, wananchi wakianza kukataa mfalme, unapata kwamba huyo mfalme anajiuzulu. Ni taifa li gani lile, inaweza ikawa Canada au United Kingdom, wananchi wakikataa mfalme anajiuzulu anaji mfalme mpya anatafutwa, au kuna taifa ambalo unapata kwamba wananchi wakikataa waziri mkuu anajiuzulu. Uh, nadhani ni kwamba ni Canada au United Kingdom, Prime Minister akikataliwa au kipende waziri mkuu ambaye vile vile kama raisi unapata kwamba anajiuzulu, uh, kiongozi mwingine mpya anatafutwa. Lakini ikifika Tanzania, viongozi hawa wako tayari kumwaga damu ili mradi tu wasalie madarakani, wapo tayari kusingizia kwamba ni madini ya Tanzania ndiyo yanapiganiwa, na Watanzania wanapaswa kuweza kufungua macho waone kwamba mabeberu au wabeberu wameweza kupigania madini ya Tanzania eti ndio maana wanachochea vita Tanzania. Lakini hiyo serikali ambayo inaambia Watanzania kwamba fungueni macho Eti, musipiganishwe na mabeberu, musilipwe mweza kuleta vurugu Tanzania. Hatuna nchi nyingine, hakuna vurugu ambayo italetwa. Hapana, ni wakati ambao umefika, wananchi wamekataa udikteta. Ni wakati ambao umefika, wananchi wamekataa manyanyaso. Ni wakati umefika, wananchi wa Tanzania wamekataa katakata uongozi wa kimabavu mahala ambapo jeshi la polisi linajihisi liko na nguvu kushinda hata jeshi la mwananchi, lakini hata ile jeshi la mwananchi ambalo linapaswa kuwa upande wa wananchi limegeuka kuwa upande wa serikali bana, hasa watu wanalipwa eti kwamba wasisimamie ukweli, jambo la kusikitisha. Na hili linaelezeka wazi kwamba wananchi wapo tayari kumwaga pesa wapo tayari hata kukopa madeni kumwaga pesa ili mradi tu waendelee kusalia madarakani. Viongozi wa Afrika wameamua kwamba ni heri wamwage wa damu nyingi, alafu waanze kusingizia kwamba wao ulikuwa oh, watu hao wakiuawa jinsi ambavyo Tahira Mwigulu Njamba anasema, ili kuweza kuhakikisha kwamba wanasalia madarakani. Eti kwa sababu Watanzania ndugu zangu wamesema kwamba wataandamana tarehe ishirini na tano Desemba, ndio maana Samia na utawala wake wameamua kutoa jeshi la polisi na jeshi la mwananchi, wameweza kuwapea vijisenti ili mradi wasije wakampindua. Ni jambo la kusikitisha, ni jambo la kusikitisha. Ise tupatane kwa kanda ijayo, mimi ni bwana Ezra. Lakini je, wacha nikuulize mpenzi mtazamaji, hii serikali unaona kweli itamaliza hii awamu ya miaka mitano, kama inalipa mpaka jeshi la mwananchi na inalipa jeshi la polisi eti wasimugeuke rais? Watakuwa wanaongana mpaka lini? Kumaanisha watanzania wakiamka leo waseme tena maandamano ya tarehe 25 ya, ya kiisha tena kuna maandamano mengine tarehe moja, eh, tarehe moja Januari mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Tena serikali italipana ili jeshi la polisi na jeshi la mwananchi lisimpindwe Samia. Na wananchi tena wakisema kwamba Februari tarehe kumi na nne, siku ya mapenzi duniani, eti patakuwepo na maandamano tena, serikali itatoa kodi kuweza kuwalipa polisi na jeshi ili wasimuondoe Samia sasa huu utawala watatumia kiasi kipi cha hela za mwananchi, ili waendelee kusalia madarakani kipindi ambapo hizo hela ndizo zinapaswa kutumika kulinda mwananchi, kuleta mali, kudumisha amani, kuleta maendeleo Tanzania, kama vile kunyoosha barabara, kupeana ajira kwa wananchi kupeana ajira kwa mana, kwa mlalahoi kupeana matibabu kwa wananchi, ni jambo la kusikitisha, kitu ambacho nakuomba kuamba niweze kunipea wazo lako. Tupatane kwa kanda ijayo. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra asioogopa binadamu na mwogopa tu Mwenyezi Mungu na ujimoto.